Usiku wa tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa kijiji cha Mkalapa Bondeni, wilaya ya Masasi mkoani Mtwara kilikuwa kimya na chenye utulivu. Watu wengi tayari walikuwa wameshareja majumbani mwao na wakijiandaa kwa ajili ya kulala ili kuweza kuamka mapema kesho yake na kuendelea na shughuli zao. Hakuna hata mmoja kati yao ambaye alikuwa anafahamu kwamba usiku huo tukio la kikatili lilikuwa likiibuka taratibu kwenye kivuli cha giza. David Dominic, kijana mnyenyekevu alijulikana katika eneo lile kama bodaboda wa mtaa, alikuwa katika shughuli zake za kila siku za kutafuta riziki. Ilikuwa ni wiki kadhaa tu tangu wapate kazi ya kuendesha pikipiki aina ya San LG yenye namba MC 22 BZJ mali ya bosi wake mpya Bi Augusta Luis Mwambe, kwa makubaliano ya kuwa kila wiki David alitakiwa kumkabidhi Bi Augusta shilingi elfu arobaini tu. Sasa usiku huu wa tarehe ishirini na mbili, Bi Augusta alikuwa akimtafuta sana David kwenye simu bila mafanikio. Ilipofika hadi saa nne usiku huku simu zake zikiwa hazipokelewi, akaanza kupata hofu kwa sababu hii haikuwa mara ya kwanza kwa bi Agosta kukabidhi kijana pikipiki yake kwa ajili ya biashara. Kabla ya David, alikuwa na mkataba kama huu wa elfu arobaini kwa wiki na kijana mwingine aliyefahamika kwa majina Lucas Daudi Wage. Huyu alipata naye taabu sana, kwa sababu hakuwa mwaminifu hata kidogo, na alimsababishia hasara tu katika ile pikipiki yake. Hizo elfu arobaini za kila wiki alikuwa anazipata kwa nadra sana. Kila ikikaribia siku ya kupeleka hela, Lucas alikuwa hata simu hapokei, okay, na mtaani haonekani, ili mradi tafrani tu. Kwa hiyo Bi Augusta akishauriana na mume wake Wakaamua kumnyang'anya ili pikipiki Lucas na kutafuta kijana mwingine aweze kuiendesha ili iweze kuwaletea faida. Huyu sasa kijana David alifanya biashara kwa na amani sana, kwa sababu yeye alikuwa tofauti kabisa na Lucas. Kila wiki alikabidhi pesa kwa wakati na mawasiliano yake na bosi wake yalikuwa ni mazuri sana. Muda wote alikuwa anapatikana, hakuwa na shida yoyote kwa hiyo kitendo cha kwamba ile siku ya tarehe ishirini na mbili David alikuwa hapokei simu za Bi Augusta kilimpa hofu sana. Kesho yake, yaani tarehe ishirini na tatu mwezi wa tano mwaka ule wa elfu mbili na kumi na tisa Bi Augusta akaamua kutafuta msaada kwa wanakijiji wenzake. Alienda hadi kwenye vituo vya pikipiki kumuulizia David lakini hakumpata. Hakuwa hata mtu mmoja ambaye alikuwa amemwona. Basi madereva wenzake David nao, baada ya kumsikiliza bi Augusta, wakaingiwa na hofu, kwa sababu David wanamjua hawezi kukosa kuja kituoni kuweza kutafuta kazi na kutengeneza pesa. Na pia alikuwa simiaki, ni mtu ambaye siku zote huwa anapatikana katika simu yake, hata kama ni usiku wa manane ukimpigia, lazima apatikane. Basi hadi kufika mchana wa hii siku ya pili watu wengi sasa wakawa wanajua kuhusu kutokea kwa David. Habari zilifika kwa kiongozi wa kijiji pamoja na kituo cha polisi cha Ndanda, ambapo aliyekuwa mkuu wa kituo hicho cha polisi, baada ya kupokea hizo taarifa za David kutoweka, akawasiliana na viongozi wa kijiji na kutoa agizo kuwa vijana wa sungusungu waanze kuzunguka kumtafuta David, kwa sababu masaa ishirini na nne yalikuwa bado hayajafika. Kila mtu aliyemfahamu David alipata mshtuko sana, kwa sababu huyu alikuwa ni kijana ambaye mara nyingi alikuwa anaonekana kila siku, na zaidi ya hapo, alikuwa na tabia nzuri sana kiasi kwamba kama vile alikuwa haonekani, basi ilikuwa ni dhahiri kwamba kuna kitu kibaya kilikuwa kimemtokea, na sio kwamba labda ametoroka na pikipiki ya watu. Basi ile asubuhi, wakati vijana walikuwa wakiendelea kuzunguka nyumba hadi nyumba kumuulizia David katika mji mmoja mdada Stela Kaspa Chilala alikuwa akifanya kazi zake za nyumbani alipomsikia kaka yake akiongelea kuhusu ile habari ya kupotea kwa David. Habari hii ilimshangaza sana kwa sababu yeye alionana na David jana yake usiku kabla hajaenda kulala. Stela akamsimulia kaka yake kwamba jana yake majira saa nne usiku alipokuwa anaenda kuangalia sinema alimwona David akiwa pamoja na Lucas. Mara moja kaka yake akagundua kuwa huu ulikuwa ni ushahidi mzuri, hivyo akamwamuru aende zake kituo cha polisi akawaambie ile taarifa. Stela alipofika kituo cha polisi alipokelewa na mkuu wa kituo OCS Inspector David Mwangawa. Inspekta akamhoji kwa undani kuhusu ule ushuhuda wake. Stella alimwambia OCS kuwa usiku wa jana majira ya saa nne hivi yeye na mpwa wake Joyce, yani mtoto wa kaka yake, walikuwa njiani wakielekea kwenda kuangalia sinema. Walipofika ile sehemu ambapo kuna bomba la maji la kijiji, waliamua kunywa maji kabla ya kuendelea na safari yao. Hapo ndipo walimkuta David Dominic na Lucas Daudi wage wakiwa wanaongea. Alieleza Stela kuwa Lukas alikuwa anabonyeza bonyeza simu yake, huku David akiwa amesimama na kuegemea pikipiki ambayo huwa anaiendesha, ambayo ndio hiyo zamani ilikuwa ikiendeshwa na Luk. Alipoulizwa aliwatambuaje hao vijana wawili, maana ilikuwa ni usiku sana na hapo kwenye bomba hakuna taa yoyote, akajibu Stela kwamba kwanza kabisa lukas alikuwa anatumia simu yake ambayo ilikuwa na mwanga mkali uliokuwa usoni mwake, kwa hiyo aliweza kumtambua kiurahisi kupitia ule mwanga lakini pili, kulikuwa na mwanga mkali zaidi wa mbala mwezi, na tatu, yeye alikuwa anafahamiana sana na hawa vijana wawili kiasi kwamba kwa sauti zao tu, hata kama ule mwanga usingekuwepo angewatambua tu. Kumbe Stella, David na Lucas walikuwa wanafahamiana kwa zaidi ya miaka kumi na tisa, yaani tangu utoto wao. Wote watatu walizaliwa pale pale, wakasoma shule moja pale pale na wakaendelea kukulia pale pale, wakiwa kama marafiki wa karibu tu. Stella akasema kuwa alisalimiana nao na wakaongea kwa muda mchache kabla ya kuendelea na safari, kwa sababu kulikuwa na sinema ambao walikuwa wanaiwahi. Basi mpaka mwisho wa maelezo ya Stella, Ilikuwa dhahiri kwamba bila shaka kijana Lukas ndiye alikuwa mmoja wa watu wa mwisho kumwona David kabla hajatangazwa kupotea. Kwa hiyo, na yeye lazima atakuwa na taarifa ambazo huenda zingeweza kusaidia katika kumtafuta David. Lakini tofauti na Stela, Lukas hakuenda mwenyewe polisi kutoa taarifa kuwa alimuona David jana yake usiku. Badala yake alikuwa anaendelea zake na mizunguko yake mpaka pale alipojikuta mbele ya maaskari polisi na kufikishwa kituoni kwa ajili ya mahojiano. Alipoulizwa kuhusu David, alijibu kwamba ni kweli walionana ile jana usiku, lakini wakaachana, na kila mmoja akaendelea na safari zake, kwa hiyo hakufahamu kabisa baada ya pale David alielekea wapi. Lucas alisimulia kwamba jana usiku yeye alikuwa na miadi ya kukutana na mpenzi wake, wapumzike kidogo, kisha wapange safari ya kuelekea matembezini. Akadai kwamba baada ya kujiandaa alimpigia simu David ili amfate, amsafirishe kwenda kwa huyo mpenzi wake, lakini usiku huo haukuwa wa bahati kwake, kwa sababu dakika za mwisho kabisa yule mpenzi wake akaghairisha ile miadi yao na kumwacha kwenye mataa. Kwa hiyo yeye akaghadhibika tu na kuamua kuambia David safari hakuna. Kwa hiyo akarudi zake nyumbani na David akaendelea na shughuli zake za kuwabeba watu wengine. Mpaka hapa tayari, Lukas alijitaja kuwa alikuwa ni mmoja wa watu wa mwisho kumwona mtu ambaye alikuwa ametoweka. Basi ili kuhakiki kuwa Lukas alikuwa dasi ema ukweli, Inspekta akamwambia amtajie jina la huyo mpenzi wake na ampatie namba zake za simu ili na yeye asikilizwe upande wake. Lakini cha kushangaza ni kwamba Lucas hakutaja jina la huyo mpenzi wake, na kuhusu swala so zima la namba za simu, akadai kwamba yeye haikumbuki kabisa namba ya huyo mpenzi wake na katika simu yake hajaisave, maana yeye ni dereva wa pikipiki, kwa hiyo ana wateja wengi ambao mara nyingi huwa wanampigia namba za simu nyingi sana, na simu yake haina nafasi kubwa, kwa hiyo mara nyingi huwa anafuta maongezi na pia anafuta namba za simu. Inspekta aliona hiki ni kitu cha ajabu, lakini akamhakikishia Lukas kuwa ili mradi jana usiku aliongea naye huyo mpenzi wake, na jana usiku sio mbali, ni masaa machache tu aliyopita, basi namba yake huyo mpenzi wake lazima itakuwa pale katika historia ya simu, yani call logs. Bwana Lukas akampinga kidogo. Inspekta akamwambia kwamba hapo katika call logs, katika call history hakuna namba ya huyo mpenzi wake, kwa sababu kama vile alivyosema pale mwanzoni yake haina nafasi, nasumbua kweli katika swala zima la space. Kwa hiyo mara nyingi huwa anafuta vitu vingi katika simu yake moja kwa moja. Jambo hili lilipelekea maskari kujua kwamba huyu bwana, kwa namna moja ama nyingine, lazima alikuwa anahusika au alikuwa nafahamu kuhusu kilichompata David, kwa sababu haiwezekani mtu asijue namba za mpenzi wake, na haiwezekani mtu awe nafuta namba kila siku, haswa mtu ambaye ni dereva kama huyu, mara nyingi huwa anahitaji namba za simu za wateja wake. Kwa hiyo kutokana na hili Lucas akashikiliwa mara moja pale pale kituoni, huku upelelezi ukiendelea. Tarehe ishirini na nne mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa yaani siku tatu baada ya kutoweka kwa David, wananchi wa kijiji cha Mkalapa, wakiwa wamechoka lakini bado wakiwa na matumaini, waliendelea na msako. John Benedict alikuwa ni mmoja wa wanakijiji waliokuwa wakimtafuta David hiyo siku, akiwa na kundi la vijana wenzake. Siku hii walitembea kuelekea kwenye shamba ambalo lilikuwa halijalimwa kwa muda mrefu sana. Ukingoni mwa hili shamba, walishangaa kuona kama kanjia kamejitengeneza hivi, kutokana na kuba manyasi yake yalikuwa yamelala kana kwamba kuna mtu au watu walikuwa wamepita pale hivi karibuni. Hili kwao halikuwa jambo la kawaida kwa sababu lile shamba halina njia na watu huwa hawaingii. Hivyo mara moja wakaona kabisa kwamba kutakuwa kuna kitu kule, wakaamua kuacha safari zao na kufata kile kinjia kilipokuwa kinaelekea. Walipofika mbele kidogo, katikati ya kichaka chenye majani marefu, waliona kitu kisicho cha kawaida. Mbele yao kulikuwa na kipande cha ardhi ambacho kilikuwa ni tofauti kabisa na yale mazingira ya lile shamba. Nyasi zake zilikuwa zimeng'olewa, na udongo ulikuwa umetifuliwa na kutengenezwa kama tuta hivi. Walipochunguza zaidi juu ya ule udongo, yaani juu ya lile tuta, waliona kamba ya mpira, yaani zile nene zinazovutika na zinazotumikaga mara nyingi nji ya mabomba ya maji au mizigo. Kila mmoja akapata hisia mbaya kuwa hakikuwa kitu cha kawaida kwa sababu hakukuwa na sababu ya mtu kulima lile tuta moja tu kwenye shamba ambalo hata watu huwa hawaingii na wala halina njia, shamba ambalo lilikuwa limetelekezwa miaka na miaka. Basi John kuona vile akapiga simu kwa afisa mtendaji wa kijiji Bi Hadija Dadi, ambaye alifika katika eneo hiyo kwa haraka akiwa na wasiwasi usiofichika usoni mwake. Na yeye baada ya kuangalia lile eneo akaona bora atoe taarifa polisi. Akachukua simu yake na kumpigia mkuu wa kituo cha polisi cha Ndanda, Inspekta David Mwangawa na kumpa zile taarifa. Baada ya kumsikiliza, Inspekta Mwangawa, kwa sababu alikuwa mbali kidogo na lile eneo husika, hakutaka vijana waondoke pale bila kuhakikisha kile walichokuwa wanakiona. Kwa hiyo akawapa maagizo kwamba waendelee kuchimba taratibu taratibu, na kwa umakini sana, na endapo wataona dalili za kuwepo mwili katika lile tuta, basi wasimamishe zoezi mara moja, wampigie simu, na yeye aje na kikosi chake. Kweli wananchi walianza kuchimba kwa uangalifu lile tuta, miongoni mwao akiwa ni babu wa kijana David, ambaye na yeye alikuwa akimtafuta mjukuu wake siku zote hizi. Dakika chache tu baada ya zoezi kuanza, ghafla vipande vya nguo vikaanza kutokeza juu ya ule udongo uliokuwa unatifuliwa. Baadhi ya wananchi walitambua kuwa David ile siku ya mwisho alikuwa amevaa shati ambalo lilikuwa linafanana na vile vipande vya nguo vilivyokuwa vinajitokeza ardhini. Kutokana na hili, walisitisha lile zoezi mara moja na mwenyekiti wa kijiji akampigia tena simu Inspekta Mwangawa ili aweze kuja. Ndani ya dakika chache tu, kikundi cha maaskari kiliwasili katika lile shamba, akiwemo Inspekta David Mwangawa pamoja na daktari. Askari walipofika pale wali kuchukua ale majembe kutoka kwa wale wananchi na kuanza kuchimba pale kwa uangalifu wa hali ya juu zaidi. Walipofika chini kidogo tu walikuta mwili wa binadamu. Walivyozidi kuondoa udongo wote uliokuwa juu ya ule mwili, waliweza kupata picha ya jambo lililomkuta yule mtu hadi kupelekea kuwa amefukiwa pale. Kwanza kabisa, shingoni kwake kulikuwa na vitu viwili vimem cha kwanza ilikuwa ni ile kamba nene ya mpira, na cha pili ulikuwa ni waya. Usoni kwake macho yalionekana kutobolewa na kitu chenye ncha kali. Nguo alizozivaa zilithibitisha kwa asilimia mia moja kuwa yule alikuwa ni David Dominic waliokuwa wakimtafuta siku zote. Daktari Onesmo Agustino alifanya uchunguzi wa haraka pale eneo la tukio, kisha akaufunga ule mwili vizuri na ukapandishwa kwenye gari tayari kwa kusafirishwa kuelekea hospitali kwa uchunguzi wa kina zaidi. Taarifa zikaanza kusambaa kama moto porini. Lukas Wage ndiye mtu wa mwisho kuonekana na marehemu. Watu wengi walimdhani kuwa Lukas ni lazima ndiye aliyehusika na mauaji haya, kwa sababu walihisi kuwa alikuwa na chuki na uivu kutokana na kwamba bosi wake alimnyang'anya pikipiki yeye na kumpa David. Baada ya kupatikana huu mwili, sasa upelelezi ukachukua sura mpya kabisa. Siku hiyo hiyo, baada ya taarifa kusambaa za kupatikana kwa mwili wa David kule kwenye lile shamba, alijitokeza mtu mmoja katika kituo cha polisi Chendanda akidai kuwa alikuwa na taarifa muhimu ambayo huenda ingesaidia ile kesi. Mtu huyu alikuwa si mwingine bali ni Fadhili Abdallah Bakar, ambaye alikuwa ni jirani yake na bwana Lukas Daudi Wage. Bwana Fadhili aliwaambia maskari Ule usiku wa tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano, Lukas jirani yake alikuja kwake usiku sana majira ya saa tano saa sita hivi akazima jembe. Alipompatia lile jembe, akarudi zake kwenda kulala, na kesho yake asubuhi alivyoamka tu mapema yule jirani yake akalirudisha lile jembe likiwa na mchanga wenye unyevunyevu kwa wakati ule. Alisema bwana Fadhili kwamba aliona kile kitu kilikuwa si cha kawaida kwa sababu kwa kawaida watu huwaziwa majembe mida ya asubuhi wakati wa kwenda kulima naku

majira ya jioni baada ya kumaliza shughuli za kulima, lakini jirani yake yeye ameazima jembe saa tano, saa sita usiku na akalirudisha mapema sana asubuhi, kuonyesha kwamba alikuwa ameenda kulima usiku, vitu ambavyo vilikuwa havimwingia kilini kidogo. Wapelelezi walipokea ushuhuda huu na moja kwa moja safari ikaanzishwa mpaka nyumbani kwa bwana Fadhili kulichukua lile jembe kwa ajili ya uchunguzi. Huko nyuma, bwana Lukas alikuwa akiendelea kuhojiwa na maaskari kuhusu uhusika wake katika yale mauaji. Katika haya mahojiano na yule mkuu wa kituo cha polisi cha Ndanda Lucas aliendelea kusema kwamba yeye hajamfanyia kitu chochote David na kwamba mtu anayetakiwa kuwa anamchunguza ni rafiki yake anayefahamika kwa jina la va Mteu na siyo yeye. Hili jina jipya la Exavia Mteu kwa muda huu halikuwa na uzito wowote kwa sababu kila kitu kilikuwa kinaonesha kuwa bila shaka muaji alikuwa ni Lucas, kwa sababu Lucas ndiye alikuwa anadanganya na vitu vingi vilikuwa vinamnyoshea kidole yeye, lakini baada ya wiki mbili jina hili lilijitokeza tena katika upelelezi wa kesi hii na likaleta mwangaza ambao ulienda kumdhihirisha kwa bila mashaka muaji alikuwa ni nani. Tarehe tisa mwezi asita yani, wiki mbili baada ya kijana David uawa afisa mtendaji wa kijiji Bi Hadija Dadi aliwasili ofisini kwake mapema kama kawaida yake. Wakati anafungua mlango wa chumba cha ofisi yake, hakujua kuwa alikuwa sekunde chache tu kukutana na kitu ambacho kilikuwa kinaenda kuongeza moto kwenye sakata zima la upelelezi wa mauaji ya David. Kama utakuwa unakumbuka, David Dominic mpaka siku anaonekana mara ya mwisho alikuwa na pikipiki ya bosi wake akifanya kazi ya kubeba abiria, lakini mpaka katika hatua hii ya upelelezi wa hiyo kesi, hiyo pikipiki ilikuwa haifahamiki mahala ilipo. Mshukiwa mkuu alikuwa anakataa uhusika, na hakuna mtu yeyote alijitokeza kusema kuwa labda walimuona Lucas na hiyo pikipiki, au labda waliona mtu mwingine akiwa anaendesha hiyo pikipiki. Maaskari pamoja na wananchi barabarani walikuwa wakiangalia pikipiki zote mara mbili mbili, ili kuona kama vile kwa bahati wanaweza kukutana na mtu anaendesha hiyo pikipiki inayotafutwa. Bi Hajija Dadi alipofungua mlango ofisini wake alikuta kipande cha karatasi kikiwa sakafu unekana kwamba kilikuwa kimepenyezwa chini ya mlango wake. Alipokifungua kile kikaratasi, alikuta ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa na kijana Exavia Mteu, yaani yule ambaye Lucas alishasema ni rafiki yake na ambaye alimtaja kwamba ndi anahusika na yale mauaji. Exavia aliandika kwenye kile kikaratasi kwamba pikipiki piki ya David inayotafutwa ilikuwa imechimbiwa ndani ya nyumba ya Lucas Daudi. Taarifa hii wage tua sana bihadiji hakuamini kabisa alichokuwa na kisoma. Basi bila kupoteza muda, akatoka pale ofisini kwake moja kwa moja mpaka kituo cha polisi cha Ndanda na kutoa taarifa aliyoipata katika kile kikaratasi. Maaskari wapelelezi baada ya kusoma na wenyewe ule ujumbe hawakupoteza hata dakika moja, wakiongozwa na OCS Inspekta Mwangawa DC Hassan na Mustafa walimchukua Lucas na kuanza naye safari. Walipofika nyumbani kwake walikuta nyumba imefungwa na komeo, lakini waliweza kuingia ndani na kuanza uchunguzi wa awali mara moja. Wakaingia moja kwa moja kwenye chumba cha kulala cha bwana Lucas. Mwanzo hawakuona kitu chochote ambacho kilikuwa si cha kawaida, lakini waliposukumiza kitanda kidogo tu wakaona ukingo wa shimo. Walipokitoa kile kitanda chote, mbele ya macho yao kulikuwa na shimo kubwa sana. Yaani, bila kutoa kile kitanda hakuna mtu angeweza kujua kwamba pale chini ya kile kitanda palikuwa pamechimbwa. Ndani ya lile shimu, alikuta shuka likiwa limefunika kitu ambacho bila shaka kilikuwa na umbo la pikipiki. Walipolitoa lile shuka, kweli ilikuwa ni pikipiki ile iliyokuwa inatafutwa, aina ya San LG. Tofauti ni kwamba usukani wa hii pikipiki ulikuwa umeng'olewa. Sasa mpaka hapa kwa wapelelezi hakukuwa na shaka lolote kuhusu uhusika wa Lucas katika haya mauaji, ingawa yeye mwenyewe bado aliendelea kukana na kusema kwamba itakuwa ni huyo Exavia Mteu ndio kaichimbia hiyo pikipiki hapo na kumsingizia yeye. Lakini katika upande mwingine maswali yalikuwa ni mengi. Je, Xavier alijuaje pikipiki imechimbiwa chini ya kitanda ndani ya nyumba ya Lucas? Je, ni kwa sababu na yeye alikuwa anahusika kweli au na yeye alikuwa tu amesimuliwa na Lucas? Kwa sababu kuua mtu mzima tena mwanaume kwa kumkaba kisha kusafirisha mwili wake hadi porini, kuchimba kaburi na kumfukia kisha kurudi nyumbani na kuchimba shimo lingine linalotosha pikipiki kubwa, ni kazi kubwa, hasa ukizingatia kwamba sakafu ya kwenye nyumba huwa ni ngumu na si laini kama ardhi ya kwenye shamba. Pili, ukizingatia muda, kwa sababu David alionekana akiwa hai na Stella ile tarehe ishirini na mbili saa nne, usiku jembe likaazimwa majira saa tano usiku, likarudishwa asubuhi na mapema, kabla lucas kuchukuliwa na polisi. Ina maana hii kazi ilifanyika ndani ya masaa kama saba hivi, usiku kucha. Wewe unaonaje, Lucas angeweza kufanya hii shughuli zote hizi yeye peke yake ndani ya haya masaa, au inawezekana kwamba kweli alikuwa na msaidizi? Haya maswali hayakuja kupata majibu kwa sababu huyo Exavia mteu hakufikishwa mahakamani kueleza upande wake. Labda ni kwa sababu hakukuwa na mashahidi au ushahidi wowote ulioonyesha kuwa Exevia alikuwa na marehemu mara ya mwisho. Kama upande wa mhusika mkuu, Bwana Lucas, baada ya kupatikana kwa pikipiki, upelelezi ukakamilika. Lucas alifikishwa Mahakama Kuu Mtwara mbele ya hakimu D ya Nsowera ambaye baada ya kusikiliza ushahidi wa mashahidi kumi na kuona vielelezo kutoka upande wa mashtaka, yaani upande wa Jamhuri, mahakama iliridhika kuwa ushahidi huo ulitosha kuthibitisha kosa la mauaji bila shaka. Kwa hiyo Lucas Daudi Wage alipatikana na hatia ya kumua kijana David Dominic na akahukumiwa kunyongwa. Lakini kama ilivyoada, bwana Lucas hakukubaliana na hii hukumu. Aliendelea kusisitiza kwamba yeye hana hatia, mhusika si mwingine bali ni rafiki yake bwana Exavia Mteu, alidai kwa mashahidi walioletwa pale walikuwa wanamsingizia hasa Stela Kaspa Chilala aliyeshuhudia kwamba yeye alimuona yeye pamoja na David ule usiku wa tarehe ishirini na mbili akiwa anaelekea kuangalia sinema na mpwa wake. Lukas aliyambia mahakama kuwa Stela ana kinyongo na yeye cha muda mrefu sana, kwa sababu waliwahi kuwa wapenzi, sasa yeye akaja kupata mpenzi mwingine, kamwacha Stela kwenye mataa, hivyo kupelekea yule mwanadada kumchukia sana. Kwa hiyo bila shaka Stella alikuwa akitoa ushuhuda pale wa kusema kwamba alimuona yeye na David kwa sababu tu alikuwa anataka kumkomoa Bwana Lucas. Akaamua kujaribu bahati yake katika mahakama ya rufaa, na hivyo mnamo tarehe 29 mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne rufaa yake ilisikilizwa Mtwara mbele ya mahakimu RJ Kerefu, SM Rumanyika na AZ Mgeyeko mawakili wake Bwana Alex Peter Msalenge na Reinry Norbert Songea walidai kuwa ushahidi wa mashahidi walioletwa na upande wa mahakama haukuwa thabiti dhidi ya yule mteja wao, lakini mawakili wa upande wa serikali bado walisisitiza katika mahakama rufaa kuwa ushahidi wa mazingira ulikuwa unatosha kabisa kumkuta Lucas na hatia ya mauaji ya David kwa sababu aliazima jembe usiku wa manane na jembe lililetwa pale mahakamani kama kielelezo; pili, pikipiki ya marehemu ilipatikana ndani ya nyumba yake yeye chini ya kitanda chake yeye ikiwa imefichwa, na tatu, yeye ndiye mtu wa mwisho kuonekana na marehemu. Sasa ukijumuisha haya na ukijumuisha na lile la kwamba alikuwa na sababu ya kumchukia David kutokana na kupewa pikipiki aliyokuwa anaitegemea yeye kupata pesa, na pia ukijumuisha kuwa alishindwa kutoa jina na namba ya simu ya mpenzi wake, ambaye angekuwa ndio mtu wa pekee ambaye angeweza kumtoa kwenye haya maswahibu, kwa kusema kwamba ni kweli walikuwa na miadi ambayo yeye aliivunja. Kila kitu kilikuwa kinaonyesha kwamba yeye Lucas alikuwa amehusika na mauaji, lakini alipofika mahakamani alikuwa anajaribu kujiokoa tu kwa kuanza kujitetea kwa uongo. Basi mahakama ya rufaa nayo ilimaliza kusikiliza ile kesi na ikatoa hukumu yake. Hakimu akasema kuwa ushahidi wa mazingira uliokuwa umeletwa dhidi ya Lukas ulikuwa ni thabiti wenye mlolongo kamili na usiokuwa na mapungufu yoyote. Hakukuwa na shaka lolote kwamba yeye Lucas ndiye aliyemuua David Dominic. Kwa hiyo rufaa yake ilitupiliwa mbali na hukumu ya kifo ikathibitishwa rasmi. Jamani, ni huzuni kwa kweli. Kijana mdogo aliyekuwa akijaribu kujenga maisha yake kwa njia halali na kwa jasho lake mwenyewe alikutana na kifo cha kikatili namna hii. Na hapa tumefikia mwisho wa simulizi yetu ya leo. Kama ni mara yako kwa ya kwanza kuangalia video katika channel hii, karibu sana. Tafadhali Ka hakikisha unasubscribe. Jamani, hapa utapata simulizi za ukweli za matukio kama haya kutoka Tanzania na nchi za jirani pia, lengo kuu likiwa ni kupata mafunzo ya maisha na usalama. Pia usisahau ku na kushea video hii ili wengine na waweze kuja na kujifunza pamoja nasi kupitia simulizi zetu. Asante sana kwa kuangalia video hii na tuonane tena kwenye video jayo. Bye.